Mungu, mimi ndio Mungu wenyewe. Mungu wenyewe. Mungu mimi ndio mtu wenu. Wenye mnatengeneza clip na mnatengeneza account, mnaweka sura yangu, imeandikwa kwamba mimi mimi ndio naongea sisi mbibati. Mimi niongea na mbibati mimi. Mimi nikwambie mimi sichangamani na chochote. Amen, Baba. Ingia kwenye kwenye clip yangu huko kwenye kwenye account yangu, ingia kuanzia Facebook. Nenda. kuhubiria oh, oh, waangalie. Kama nisha karibisha ni mwimbaji, waangalie, si changamani, nikaribishe nikaribishe, mwimbaji mimi na mjoe maagano yake niache maagano yake mimi, nikaribishe mimi mwimbaji, acha kikata hivyo naweza niweze mimi nikapita mimi nikakata kwa kitu. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Okay, subiri kwanza nikusanue kabla ujaenda mbali bwana, e, naona unajiuliza kwa nini Zumaridi anaongea maneno haya yote. Inshu ipo hivi Zumaridi bwana. E, hivi unazoziona pembeni kushoto, hapa ni chati ambazo alikuwa akizungumza na e, mwimbaji wa nyimbo za injili ambaye anajulikana kwa jina la Samueli MV Bukoba. Huyu ndio yule kijana ambaye alitrend sana miaka ya nyuma e, kutokana na jinsi ambavyo alinusulika kwenye ajali ya MV Bukoba. Kwa hiyo hiki unachokiona anazungumza Zumaridi ni matokeo ya yeye e, kuweza kujaribu kumshawishi mwimbaji huyo ajiunge na Zumaridi. Lakini e, mwimbaji huyo bwana, aligoma tena, alikataa kabisa na akaona hata so kweli bwana, haiwezekani mimi niende kwa Zumaridi. Alimkatalia na kama unavyoona hizo chat hapo, Zumaridi mwenyewe ndo aliyemtafuta akimuomba kwenda kuhudumu pale, lakini e, Samweli aligoma na akakataa kabisa na akasema baba yake wa kiroho lakini pia e, ndani ya nafsi yake anaona kabisa e, pale sio mahali pazuri pae kwenda. Kwa hiyo akaamua kumkunjia. Sasa hilo povu unaoliona hapo sio kwamba amezingiziwa Zumaridi, hapana, ni vile tu e, anaamua kuaminisha uongo waumini wake. Yani watu wamekaa kabisa eti ndio baba baba unaweza ukawa wewe jamani, jamani mmuogopeni Mungu. Hebu imajini kwamba watu wazima kama wamekaa tu wanasema maneno kwa kama hayo. So bana, hili swala e, lina utata ndani e, tena lina utata mzito sana lakini, hebu tumsikilize Zumaridi. Lakini pia kama utataka kujua ni kipi e, kilichokuwa kinaendelea, basi shuka hapo chini kwenye e, video zetu utakutana na hiyo video ya Samuel Mvibukoba akiweza e, kuonyesha chat e, na maneno alikuwa anaambiwa na Zumaridi mpaka kufikia hatua ya kutajiwa mamilioni ya pesa ili tu aende akahudumu pale, ili yaondokane na umaskini. So bwana, msikilize Zumaridi, povu linalomtokakaiamekatnatengeneza kaunti mnachukua sura yangu mnaiweka pale, alafu mnaanza Hivi kile nabii bwana dogo sana kwa. Amina, baba. Eh? Sana. Tangu nimeanza kuhubiri, hebu tafuta mungu. Kama utasikia kiwa changu, kinasema Nabii Zumaridi. Nabii Zumaridi. Unabii. Mimi nadzaa nabii. Sasa hivi nabii. Haya au mwatisha mungu. Amemtwa na eh, kaunti ya akachukua na bizu maridi. Na kachukua picha yangu kaweka pale. Hata sasa anafanya nichafua, nichafua, nichafua, nichafua, nichafua. Eh? Anafanya nichafua, aisee. Kitu kama hiyo unajua, unajua kwanza ukitumia mitandao kubaya, kuna miaka mingapi ya gereza? Ni yule yeye bado anakaa gereza na hizo sheria zote. <pie> ukitumia vibaya mtandao, sheria ipo kabisa; ipo sheria na kanuni. Kama nikikufungulia mashtaka mimi ambao nanichafua kwa jina langu, Umeweka suku yangu pale, alafu naanza kuchati wewe, alafu nasamini ninachati yeah. unachati wewe kwa kutumia sura yangu na ukaandika Nabii Zumaridi, unajua kwamba nikikutafuta niki kisheria, ningakupeleka niki mahakamani kwa kulichafua, utanilipa shilingi ngapi? Maana huna hata pesa kunilipa, huna kabisa, huna nipo na mtu aliye ndo. <laughs> Unajua sheria au ni sheria? Sisi sio kagereza, tunajua tunajua. Sasa mm. utanyea ndo miaka na miaka ukishinda kunilipa, kusafisha jina langu. Futa haraka, na niki nikikutafuta futa haraka nikikuta, kuanzia wewe mwimbaji, mwimbaji wewe mwimbaji gani? <laughs> nikutazana na kujua wewe Hiti ni mbaji mimi, si ni mbaji ya warusha, si chati na Zumaridi, toka hapa. Mimi mika mtu wazi. Nisi mzoi. Mm. Si kama ni na mtu. Nikikufuatilia kisheria. Nika weka wanasheria wangu wale mshimba nikakufuatilia pesa utakao nilipa na uta kuwa nae. kama uta kuwa nae, usi utakula miaka mingapi. Kwa kumchafua mtu mtumishi wa Mungu,